Mwanamke aliyemwambukiza mke wake magonjwa ya zinaa. Mwanamke aliyemwambukiza mme wake magonjwa ya zinaa sasa anapita katika majuto makali. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya rishe, lakini pia ni bingwa wa magonjwa ya mahusiano, ama bingwa wa mahusiano. Siku ya leo nakuja na ujumbe ambao unasikitisha sana ndani yake. Nitaomba uweze kunisikiliza kwa umakini, kwa wewe ambaye ni mwanandoa, wewe ambaye una mchumba, una mpenzi, kuna kitu ya paswa uweze kujifunza kutoka kwa wanandoa hawa, kutoka kwa mwanamke huyu ambaye amemletea maradhi mume wake. Aliyenipatia shuhuda hii ama ujumbe huu, ni mtu wake wa karibu sana akiwa anaomba msaada wa matibabu. Sasa twende tukasikilize, anaanza kwa kusema: dokta, nina jambo leo nimekutana nalo, sina ujuzi nalo. Hivi mwanamke anaweza kupata shida kwenye uke mpaka anatoa harufu kali ya ajabu? Na imefika wakati anaweka matambala ukeni kuzuia harufu, lakini wapi. Sasa anatumia dawa, anajaza kwenye bomba, anasukuma kwa uke inaingia ndani ya uke, lakini wapi. Kaka, hii inatokana na nini? Mimi mdogo wako nimeshindwa, nimsaidieje? Kaka maana hataki mtu ajue, hata mume wake. Wana miaka mitano washiriki tendo yaani, hiyo miaka alishiriki mara moja tu, akamwambukiza mume wake, lakini alijitibia akapona, mpaka leo yupo sawa, ila mke ni bado wametengana chumba. Naomba nipe mawazo tuwasaidie. Nitatumia mamlaka na uwezo wangu ili mwanamke aelewe, tumsaidie, maana ni mtata sana. Nikamuuliza, je, wamewahi kutumia dawa ya hospitali? Nilimuuliza swali hilo, akawa nijibu, akaniambia, dokta, wamewahi kutumia. Mpaka sasa kuna dawa anatumia ambayo anaweka bomba kisha anasukuma ndani ya uke na nyingine anakunywa, lakini haijamsaidia ni kama inatuliza tu. Akaniambia dawa za hospitalini ametumia zote, akachoma sindano zote, lakini hali ikaendelea, na hii anayotumia ni dawa ya kienyeji. Nikamwambia pole sana, kama unaweza kumsaidia msaidie, hao wa hivyo nimeshakutana nao wengi sana mimi sasa hapa. Akaniambia kuhusu mme wake, yeye ndio alihisi kuna shida kwa mke wake baada ya kurudi nyumbani kwa sababu ni dereva wa magari ya mizigo, mara nyingi anakuwa nje ya Tanzania. So alivyorudi nyumbani, mke wake akawa ni mtu wa kuchelewa kulala, anakaa kwa tv mpaka mume wake alale ndiyo anaingia kulala, na akilala nalala nguo. Mume wake akiomba tendo la ndoa, mke hataki, visingizio vingi. Ndipo alipoamua kufuatilia. Siku moja mkewa, mkewe alivua nguo usiku akalala asubuhi, akawa ameondoka, kasahau kuzifua. Alipoziona mmewe, alikuta ni nguo zinatoa harufu kali na zina kama usaa na damu damu, ndipo alijua mke wake ana shida. Alijaribu kumweleza lakini kukawa na ugomvi, akaamua kuachana naye miezi kama mitano hivyo. Hiyo aliamua kuomba tena tendo la ndoa, ili athibitishe kweli kama mke wake ana shida hiyo. Mke alimpatia, akashiriki lakini baada ya siku mbili alianza kuona dalili za ugonjwa, akawa ameambukizwa. Mwanaume aliweza kutumia dawa akapona, lakini mpaka sasa hivi hawashiriki kabisa tendo la ndoa, wanaishi tu kama bwana na mjakazi wake. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo hali hii inaumiza. Hawa ni wanandoa Mwanamke alichepuka kapata magonjwa ya zinaa, anatoa harufu ukeni, anatoa uchafu, katumia dawa za kila aina. Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba asilimia kubwa ya magonjwa ya zinaa yanapokuwa yamekuwa sugu, ni ngumu sana kuweza kupona ni ngumu sana kuweza kupona, na kuna baadhi hata dawa za hospitalini huwa zinashindwa kuweza kufanya kazi. Unaweza usiamini, lakini ndio ukweli halisi. Unaamini vipi? Kama dada huyu imefika hatua mpaka anaanza kuweka dawa za asili kwa ndani, huenda kuwa hajapata pia dawa ambayo ni sahihi. Sasa kwa matibabu kama haya, Dokta Kuboja inatoa matibabu ya asili.